Karibu tena kwenye YouTube channel ya PS TV, mahali ambapo tunawaletea simulizi za kusisimua za wasanii wakubwa barani Afrika. Kama ni mara ya kwanza kufika kwenye YouTube channel hii, tunakuomba ufanye subscribe ili uendelee kupata simulizi nyingine za kusisimua kama hii. Katika tasnia ya mziki wa Bongo Flava kuna majina mengi yameangaza, lakini kuna jina moja linalobeba uhalisia, maumivu, mapenzi na kipaji halisi cha kuandika muziki Barnaba Klasiki, huyu ndiye msanii ambaye amesimama kati ya majaribu na mafanikio, akigeuza machozi kuwa muziki na muziki kuwa tiba kwa maelfu ya mashabiki. Lakini kabla hatujaingia ndani ya simulizi hii, haya ndiyo mambo makubwa ambayo tunaenda kuyaona leo kuhusu safari ya Barnaba Classic: jinsi alivyokulia katika maisha ya shida, lakini akayatumia kama nguvu ya kuinuka, safari yake ya kujiunga na THT na jinsi ilivyomjenga kuwa msanii wa kiwango cha juu, kuibuka kwa nyota yake kupitia ngoma zilizomtoa na kumpa umaarufu Tanzania nzima, nyimbo na melodies zilizomfanya awe moja ya vocalists bora kabisa Afrika Mashariki, safari ya albumu zake na ubora uliomtofautisha na wasanii wengine, wa kurudi kwake kwa nguvu mpya na nafasi yake ya sasa katika tasnia tuzo na mafanikio yaliyomjenga kwa msanii mwenye heshima ya kipekee nchini. Subscribe, like, comment na share. Barnaba, jina lake halisi Elias Barnabas Inyasi, maarufu kama Barnaba Classic, alizaliwa mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania. Tofauti na wasanii wengine, maisha ya Barnaba hayakuwa rahisi. Alikulia kwenye familia iliyopitia changamoto nyingi za kiuchumi, lakini licha ya ugumu, kulikuwa na kitu kimoja kilichomtoa tofauti. Alizaliwa na sauti ya dhahabu. Akiwa mdogo, alikuwa akiimba kwenye kwaya ya kanisa, na hapo ndipo ndoto yake ilianza kuchipuka taratibu. Akiwa kijana mdogo, Barnaba alijiunga na Tanzania House of Talent, moja ya shule za vipaji zilizozalisha maesto wakubwa kama Vanessa MD, Jay Melody na wengine wengi. THT ndiyo ilimpa nafasi ya kujifunza muziki kitaalamu, kuandika nyimbo, kuimba live na kujenga nidhamu ya kazi. Akiwa THT walimu wake waligundua kitu Barnaba hakuwa msanii wa kawaida, alikuwa mwandishi, mtaalamu wa sauti na mtu mwenye akili ya kutengeneza melodi ambazo hazisahauliki. Mwaka 2007 Barnaba aliachia wimbo uliomtoa rasmi. Wimbo huu ulifanya midundo ya Bongo Flava ipate ladha mpya. Sauti yake iliwashangaza wengi, kijana mwembamba, lakini mwenye uwezo mkubwa wa kuimba live kuliko wasanii wengine wa wakati huo. Mafanikio ya wimbo huo yanayofungulia ya milango ya show, interview na collaborations. Safari ya kolabo. amefanya kolabo na wasanii wakubwa kama Diamond Platnumz Livan, Amnice, Nandi Mario, Bill Nice na wengine wengi. Uwezo wake wa kusawazisha melodi tamu kwenye kolabo imemfanya kuwa mwalimu wa muziki bila kutangaza. Nyimbo zilizomfanya kuwa legend: Barnaba ameandika na kuimba nyimbo zilizovunja rekodi ikiwemo Loverboy Nampenda, Promise, Cheketua, Toto, Hadithi, Mapenzi, Jeneza na nyingine. Nyimbo zake nyingi ni za mapenzi, lakini si mapenzi ya kawaida, ni mapenzi yanayogusa, yanayouma na ya yanayoponya. Mashabiki wake wanasema, ukiachwa sikiliza Barnaba. Maumivu ya maisha, kipindi cha kukatishwa tamaa, aliwahi kupoteza vitu muhimu maishani mwake akapitia misukosuko ya ndoa, changamoto za kibiashara, vita ya kujaribu kurudi kileleni. Lakini badala ya kukata tamaa, aliamua kuandika mziki bora zaidi. Hapo ndipo alipoamini kitu kimoja, maumivu ni malighafi ya sanaa. Albamu zake. Barnaba ni msanii ambaye hana haraka, anachukua muda kuandika mziki mwenye thamani. Albamu yake Love Sounds ilibadilisha kabisa namna Tanzania inavyotengeneza muziki wa mapenzi, kisha Love Sound is Different. Hii ndiyo albumu iliyothibitisha kwamba Barnaba ni msanii wa daraja la juu Afrika Mashariki. Ilijumuisha koraba na master wengi na kupata livyua nzuri sana. Tuzo na heshima. Barnaba amewahi kushinda na kuteuliwa kwenye vipengele mbalimbali nchini Tanzania, ikiwemo Best Male Vocalist Songwriter of the year, collaboration of the year. Maisha yake ya sasa. Leo Barnaba ni msanii mwenye studio yake. Mwandishi anayeheshimika na baba anayejituma na mwalimu kwa wasanii chipukizi. Kwa miaka zaidi 15 katika tasnia, Barnaba ameonyesha kuwa unaweza kuanguka na kuinuka. Unaweza kuumia na bado ukaimba. Unaweza kuwa msanii bila kupoteza utu. Amejenga jina lake si kwa skando bali kwa kazi, na safari yake bado inaendelea. Huyu ndiye Elias Barnaba, mfalme wa sauti, mfalme wa melodi na msanii ambaye mapenzi yamemjenga kuliko kumvunja. Safari yake inatufundisha kwamba mafanikio si bahati, ni kujituma na kuamini kipaji ulichopewa. Barnaba amethibitisha kuwa unaweza kupotea, ukaumia ukakatishwa tamaa, lakini baada ukasimama na kuandika historia yako mpya. Kama umependa simulizi hii, kumbuka kusubscribe ili upate simulizi zaidi za kusisimua. Subscribe, like, comment na share kwa simulizi bora za wasanii wakubwa na watu maarufu. Tuonane kwenye video inayofuata, bye bye.